Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA, imepongeza ongezeko la ulipaji kodi kwa hiari ambapo limeambatana na sera thabiti za uchumi likiashiria kuwa mshikamano kati ya serikali, wafanyabiashara na wananchi ni kiini cha kuendeleza mafanikio ya kifedha na kufanikisha mipango mikubwa ya ukuaji wa uchumi.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 Kusanya trilioni 4 na bilioni 130 kwa mwezi mmoja. Uh, mwaka jana mwezi kama huu tulikusanya trilioni 3 na bilioni mia tano. Ni waombe wananchi wote hasa walipa kodi, tunapoanza mwaka wa 2026, uh, tunaanzisha mfumo mpya wa kodi za ndani. Uh, unaitwa Integrated Domestic Revenue Administration System IDRAS ambao utaanza ndani ya mwezi huu wa kwanza. Mfumo huu unaenda kuondoa inconvenience, ni mambo mengi yatafanyika online uh, tunatarajia ule usumbufu wa, wa lipa kodi kuja mara kwa mara kwenye ofisi zetu utapungua sana lakini la pili unaenda kuondoa malalamiko ya assessment ambazo zinaonekana si za haki, kwa sababu uh, tutakuwa na taarifa ambazo ziko sahihi. Quality of assessment zitakuwa kubwa sana, kwa hiyo itaboresha huduma kwa walipakodi.